Audhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmani rahim. Ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu, karibu katika studio yetu ambacho tunaeleza kwa kina sana maisha matakatifu ya mwanzilishi wa jumuiya wa Islamu Ahmadia, Hazrat Mirza Gulam Ahmad alaihi salatu wassalam. Vipindi hivi vinahusu shutuma mbalimbali ambazo wapinzani wanaweka dhidi ya Masihi Maud alaihi salatu wassalam. Katika kipindi kilichopita wageni waliangazia sana kwa kina kuhusiana na shutuma ambayo waliweka dhidi ya Masihi Maud alaihi salatu wassalam ya kuwa yeye alipinga mambo ya jihadi ya upanga. Katika studio yetu siko peke yangu, ninao wageni wale wale ambao wataendelea kueleza shutuma mbalimbali mbali katika siku ya leo. Nam, upande wangu wa kulia anaitwa Mwalim Muhammad Musa Oponyo Saib. Karibu katika studio yetu. Asante sana bwana mtangazaji. Vilevile ninaye Mwalimu Nasir Juma Tuva Saib, karibu katika studio yetu. Asante sana. Naam, hizi shutuma ambazo mmetueleza katika vipindi vilivyopita, tunapata habari ya kuwa, kwa kina, watu wanaelimika zaidi yale ambayo walikuwa nayo tashwishi kuhusiana na maisha ya Masihi Maud Alaihi salatu wassalam. Kwa hakika wanapata habari kemkem kem na mafundisho zilizomurwa sana. Tafadhali unaweza kutueleza shutuma ambayo hawa wapinzani waliweka dhidi ya Masih Maud alaihi salatu wassalam kuhusiana na yule ambaye mwanamke anaitwa Muhamadi Begham Sahiba? Asante sana bwana mwelekezi kwa swali hilo. E, ukweli ni kwamba utabiri huu ulihusu kuolewa au kwamba Muhamadi Begham Sahiba angeolewa na Saidina Ahmad alaihi salatu wassalam Haswa kiini cha utabiri huu ilikuwa ni kwamba ionyeshwe nguvu au uwezo wa kiungu dhidi ya, ya, ya familia ambayo ilikuwa imetoka nje ya Uislamu, ambao walikuwa hawana dini. Ina maana kwamba baadhi ya familia Sedna Ahmad alaihi salatu wasalam, au baadhi ya jamaa zake walikuwa ni wapinzani wa dini tukufu ya Kiislamu. Basi utabiri huu ulikuwa uonyeshe ishara ya kimbingu na ndani yake kulikuwa na maonyo kwamba wale watu ambao wangekaidi amri hii au wangekaidi ufunuo huu basi wangepata maafa na wange, baadhi yao wangekufa. Na Mwenyezi Mungu alitaja hawa watu kwa, kwa, kwa majina yao kwamba huyu fulani na fulani wangeweza kufa. Kwa hivyo msingi wa, wa utabiri huu ulitokana na hili kwamba ilipatikana kwamba namna nilivyotangulia kwamba baadhi ya familia ya Saidna Ahmad, alaihi salatu wasalam namna ilivyo baadhi ya familia zingine tumeona kwamba nabii anakuja kutoka familia fulani na baadhi ya watu wanamkataa au wanampinga. vile vile, vilevile Sina Ahmad alaihi salaam hakuwa tofauti kwamba baadhi ya familia zake walikuwa ni watu wapinzani wa Uislamu. Kwa hivyo Sina Ahmad, ili kupata ile muingilio wa kiungu, basi alipata ishara hii kwamba kungefanyika kunge ndoa kati yake na huyu Muhammadi Begum kama ishara. Kumbuke ni kwamba ni kama ishara kwamba, na ikiwa babake huyu binti angekataa na kumuoza mtu mwingine basi ni kwamba huyu babake angeweza kufariki katika kipindi cha miaka mitatu na yule mume ambaye kwamba naye angemua ange huyo binti naye angefariki chini ya miaka miwili na nusu lakini kulikuwa pia na nafasi namna alivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamehevu ni kwamba wale ambao wangetubu katika hawa watu ambao ni wapinzani basi wangepata msamaha lakini wale ambao wangeendelea katika upinzani basi wangekutana na haya maafa kwa hivyo kwa ufupi, kwa ni kwamba hii ndio ulikuwa msingi wa bishara yenyewe kuonyesha ile ishara ya kimbingu. Asante sana basi mwalimu saib, tumepata uh, kiini na msingi ya utabiri huu wa Masihi Maud alaihi salatu wassalam kuhusiana na Muhamadi Begum Sahiba. Je, unaweza kutueleza kwa kina, kwa upana, kama vile alivyokuwa akisema mwenzako ya kuwa, uh, wale ambao walikuwa jamaa wa Masihi Maud alaihi salatu wassalam wengine walikuwa wakitusi uh, dini ya Kiislamu. Je, unaweza toa thibitisho ya mienendo yao au tabia yao ambazo zilisababisha uh, utabiri huu? Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Kwa ukweli ni kwamba ilisemuliwa ama ilielezwa familia ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu wassalam, ambaye ni masihi na Imam Mahdi katika zama hizi, pia naye katika historia ya kifamilia kunao waliokuwa wapinzani wake ama waliokuwa hawafahamu mambo ya Mwenyezi Mungu na waliokuwa pia nao hawana haja hata na kusikia Mwenyezi Mungu. Katika familia yake imeelezwa ya kwamba ndugu zake na hata binamu zake hawakuwa wanataka kujua habari ya Mwenyezi Mungu, wala hata hawataki kusikia habari hiyo, na walikuwa wapinzani ambao hata katika mazungumzo yao walikuwa wakimtaja vibaya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuna muda ambao hata wangemjaribu Masih aliyeahidiwa kwa maswali kama vile kusema kama kweli unasema kuna Mwenyezi Mungu, tuonyeshe ishara ambayo inaonyesha uwepo wa huyo Mwenyezi Mungu, ama we mwenyewe utuambie ukweli wako kuhusu huyo Mwenyezi Mungu. Basi waliendelea hivyo na tabia hiyo ilizidi kiasi kwamba Masih aliyeahidiwa alaihi salamu alikuwa anawaonya kwamba tabia hiyo wasiendelee nayo ama waache lakini waliendelea kwa muda na muda, lakini no. Siku moja e, Masihi Maud alikuwa ameketi akifanya shughuli fulani no. Mara akatokea bwana ambaye alikuwa analia sana no. Sasa Masihi Maud alayhi salaam akamkaribisha na akamuuliza unaalizwa na nini? Sasa katika hali tu ya kimawazo kama binadamu, Masihi Maud alayhi salaam alifikiria pengine huyu atakuwa amepata habari mbaya, pengine amefiliwa ama ma namna gani no. Sasa ule bwana alipoongea alisema, mimi nilikuwa, katika, nilikuwa huko nje nikawa nimekaa na kikundi fulani cha watu ambao kwamba ni murtadi. Murtadi manake ni watu walikuwa Waislamu kisha wakatoka. Sasa walikuwa wanazungumzia vibaya kuhusu Uislamu, wakawa na kejeli Mtume Muhammad SAW, walikuwa na kejeli Qurani, wakawa wanazungumzia ubaya hata wa kuhusu habari za Uislamu kwa jumla. Sasa katika ile hali hiyo nikasikia uchungu sana, mpaka ndio nimefika kwako. Sasa katika hali ile, akimwelezea alimwambia, lakini niliwaonya kwamba msishikane na vikundi vya namna hivi, ambao kwamba wana majadiliano ya namna kama hiyo. Wale watu ambao kwamba waliweza kupatikana na huyu bwana wakiongea maneno mabaya, kisha baada ya siku kadhaa walirudi kumtumanishia barua Masihi alaihis salaatu wassalaam, wakaomba yani waka, wakaweka maneno mabaya katika hayo ma, mazungumzo na wakaomba kwamba iwe ni kama ni mjadala fulani ambao Masihi ajieleze kwamba Mwenyezi Mungu ibu yuko namna gani ama uwepo wake uko namna gani. Kwa hivyo katika barua hii, kwa kifupi walizungumza maneno ambayo kwamba sio mazuri. Baada ya barua hiyo iliyotumwa katika hayo maneno hayo ndio aliyopelekea pia Masihi aliyeahidiwa akapata utabiri ambao baadaye ulikuja ukaonyesha e, njia kwa hawa watu na namna gani Mwenyezi Mungu ambavyo kwamba e, alichukizwa na hali ile. Kwa hivyo kwa kifupi, hii familia ya Masihi aliyeahidiwa alia pia wapo ambao baadhi yao walikuwa hawa, hawataki kujua habari za Mwenyezi Mungu na hawataki kujua habari ambazo kwamba zinahusu uwepo wa Mwenyezi Mungu katika hiyo e, katika hayo maneno ambayo kwamba alikuwa katika ile barua, baada ya kupokea e, Masihi ile barua ile, aliesoma vizuri, na baadaye habari zake zilielezwa kwamba e, utabiri ulikuja ambayo ilifikia kiwango ambacho iliweza kuwaelimisha kuwa ama ikafikia sababu ambayo kwamba ilikuwa ni ya kumjua Mwenyezi Mungu. Maneno hayo ya kuwa yameelezwa katika ukurasa wa 568 e, na katika kitabu Aina Kamalati Islam. Naam, asante sana Mwalimu Said. Tunajua ya kuwa Mwenyezi Mungu akipeana ufunuo kwa manabii wake basi ufunuo na utabiri hizi zinakuwa na masharti. Je, unaweza kutueleza Masih Maud alaihi salatu wassalam alipokea vipi utabiri huu kwa Mwenyezi Mungu, na masharti masharti ya utabiri huu ni ipi? Asante uh, sana bwana mwelekezi. Uh, Saidina Ahmad alaihi salatu wassalam, kama mitume wengine ni kwamba mara nyingi katika maisha yao ya kiroho ya, au au ya kiroho, mara nyingi wanafanya maombi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kuwapa mwongozo kunapokuwa kuna utata kuhusu jambo fulani. Kwa hivyo, hali hii ambayo inaelezwa ni kwamba Sayyidna Ahmad alaihi salatu wassalam alifanya maombi sana kwa Mwenyezi Mungu ili ampe ishara kutokana na hii familia yake ambayo ilikuwa imeacha dini, na si mara ya kwanza Sayyidna Ahmad alaihi salam kufanya maombi aina hii. Tunaona pia kwamba wakati Uislamu ukiwa katika hali tete kwamba unashambuliwa kutoka kila mahali. Sina Ahmad alah islam alichukua nafasi ya siku arobaini kwenda kufanya maombi ili Mwenyezi Mungu ampe ishara no. na tunakumbuka kwamba kutokana na ishara ndio alipata ile ishara, ishara ya mwana aliyeahidiwa. Kwa hivyo hapa pia Sen Ahmad alahi salatu wasalam alifanya maombi kwa sababu akitatizwa na baadhi ya familia yake kwamba hawana dini. Ni jambo ambalo la kusikitisha sana kwamba we umetumwa ni nabii kuongoza watu, lakini baadhi ya watu wako wanakupinga wana au wanapinga ile dini ambayo unahubiri una kwa hivyo alifanya maombi kwa unyenyekevu na akapata matokeo yake, na matokeo yalikuwa ni kwamba ni kwamba apate ku, ku, kuozwa binti kutokana na familia hii, na ikiwa hili halitafanyika, kwamba ikiwa watampinga, kwa sababu hawa ni watu hawana dini, hawana imani, sasa pia hawaamini ile imani ambayo sanahmad anafundisha. Kwa hivyo ikiwa watakataa, ina maana kwamba wanaenda upinzani wao, basi Mwenyezi Mungu akasema kwamba hawa watu watakutana na madhila au watakutana na maafa kwamba wata, Kufa baadhi yao yeah. Na ni kwamba wale ambao nao watatubu, sasa ndio masharti hayo kwamba ikiwa kuna wale watatubu, hata kama wataenda kinyume na haya, lakini kama baadaye watatubu basi watafaidika na ule msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Na tumeona kwamba katika baadhi huko nyuma ni kwamba ni kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba baadhi ya wakati anapanga kufanya kitu kwa sababu fulani fulani akaahirisha kwa hivyo Sayyidna Ahmad alaihi salatu wasalam baada ya kuomba kwa unyenyekevu kuhusu swala hili, anasema kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia kwamba nimepata nime, nime kuona kwamba hawa watu wako baadhi yao ni watu waovu, ni watu ambao hawana dini, ni watu ambao wamezama katika maisha ya, ya uovu. Basi ni kwamba nitawafikishia maafa na sio mara moja, bali ni hatua kwa hatua, polepole kwamba wake zao watabaki wajane, watoto wao watabaki kwa mayatima, na kwamba wazee wao watafariki na kadhalika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akatoa utaratibu wa yale yatakaofika watu hawa ikiwa hawatarejea. Kwa hivyo, lakini kuna huo mwanya au kuna hiyo nafasi kwamba kwa wale ambao watatubu, basi watapata msamaha. Basi baada ya Sayyidina Ahmad alaihi salatu wassalam kufanya haya maombi, na ufunuo ulikuwa ni kwamba kwa aozwe kwa kwa yule muhammadi bega msahiba lakini ikatokea kwamba yule babake huyu bindi ambaye alikuwa ni Mirza Ahmad Bek akakataa na badala yake akamuoza yule bindi kwa bwana mwingine ambaye alikuwa ni Mirza Sultan Muhammad. Kwa hivyo ikatokea namna ilivyokuwa katika ule utabiri kwamba huyu babake huyu bindi alikuja kufariki chini ya miaka mitatu kwa miezi sita, sababu kipindi kilikuwa ni miaka mitatu. Kwa hivyo alifariki kwa miezi sita, yule bwanake naye alikuja akatubu baadaye akapata nafasi ya, ku, ya, ya msamaha sawa na Mwenyezi Mungu alivyokuwa amepeana sharti kwamba wale watakaotubu na watapata watapata msamaha. Kwa hivyo, kwa bahati mbaya, wale wapinzani namna walivyokuwa siku zote, kwamba wakaona kwamba au utabiri haukutimia lakini wanasahau kwamba kulikuwa na nafasi kwamba yule atakayefanya toba na atasamehewa. Namna tulivyoona katika sehemu nyingine, katika pindi vilivyopita kwamba watu wa Nabii Yunus alayhi salatu wasalamu nao walipata msamaha baada ya kutubu, ingawa walikuwa ni watu wa dhambi. Kwa hivyo kwa ufupi bwana mwelekezi ni kwamba Mwenyezi Mungu alitoa masharti katika utabiri kwamba wale watakaokaidi amri hii, watasidi katika upinzani, watakumbwa na maafa, lakini watakaotubu watapata nafasi ya msamaha. Kwa hivyo masharti ilikuwa ni yule ambaye ametubu basi Mwenyezi Mungu hatamwangamiza. Lakini yule ambaye ataendelea na pingamizi basi atakufa kwa muda fulani Nikwe. kama vile babake Uh, huyu mwanamke basi alikufa katika miezi sita. Okay. Asante sana. Naam, unaweza kutueleza matokeo na pia hatima ya familia ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Naam, eh, asante sana kwa swali hilo. Kwa kifupi ni kwamba eh, kwanza ilikuwa imeandikwa yeah, kwamba eh, Muhammadi Begam Sahiba yeye alikuwa aolewe na Masihi aliahidiwa, lakini akaolewa na Muhammad Mirza Sultan Muhammad. Baada ya kuolewa na huyu bwana huyu, basi baada ya miezi sita babake mzazi huyu alifariki, na yeye alikuwa anaitwa Mirza Ahmad Beg. Baada ya kufariki kwake ili, ilipelekea huyu eh, mtoto wake, huyu binti yake ambaye ni Muhammadi Begum Sahiba akatubu na alipotubu, Mwenyezi Mungu akamsamehe na ikatokea kwamba kwa sababu ya ile toba yake ikaondoa ile e, kifo ambacho kulikuwa kimetabiriwa ambacho kingetokea baadaye kwa sababu ya kuenda kinyume na ile e, ile utabiri venye ulikuwa umekuja, na ikasemekana kwamba kwa sababu ya toba ya huyu e, mwanamke ambaye alikuwa ni Muhammad Begum Sahiba pia na ule ile toba iliyotolewa na bwanake ambaye ni Mirza Sultan Muhammad, pia na yeye ikasemekana iliondoa ile, ile ile sharti, kwa hivyo ikawa adhabu imeondolewa kwao, na athari ambayo ilikuwa itokea ambayo ilikuwa ni athari ya maafa makubwa sana katika ile familia, Mwenyezi Mungu akaweza kuiondoa kuiondoa, na. Naam. Naam. Asante sana na vipi, tukiangalia ume, amesema toba ya Mirza uh, Sultan Muhammad iliathiri vipi utabiri huu? Asante sana bwana mtangazaji, ni wazi kwamba Mirza Sultan Muhammad ni kwamba alirejea au alitubu na ile adhabu ikaweza kumwepuka sawa na alivyokuwa ameahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba wale watakaotubu basi watapata msamaha, na si msamaha wa maneno tu, bali amekiri katika maandishi na aliandika barua, na hiyo barua ikachapishwa ikap, ikap, ikapigwa picha na ikapatikana, inapatikana katika maandishi au katika hifadhi ya jamaat Ahmadiyya yeah. Na alikiri kwamba mimi sina tatizo lolote na Mirza Saib na, na kwa maoni yangu namwona kwamba alikuwa ni mtu mwema mm alikuwa ni mtu mcha Mungu, mtu ambaye alikuwa ni mtu Kufo, kwa amba, da wa ibada. Kwa hivyo yeye alikiri wasiwazi kwamba hakumpinga Sidna Ahmad alaihi salatu wassalam bali alimwona kuwa ni mtu mwema na hili ndilo likuwa sharti kwamba wale ambao watu wataacha wata upinzani na kuamini yani kuamini ile imani ambayo Sidna Ahmad alikuwa akifundisha basi watapata msamaha. Kwa hivyo kwa ushahidi wa maandishi anakiri kwamba yeye alimwona Sidna Ahmad kama ni mtu mwema, mtu mcha Mungu, mtu ambaye alikuwa na ibada kwa hivyo ina baadaye pia mishonari mmoja wa Jamaata Ahmadia ambaye ni Hafidh Jamal Ahmad Saib alifanya mahojiano na na huyu bwana Mirza Sultan Muhammad kutaka kujua maoni yake kuhusu ule utabiri ambao Saidna Ahmad alaihi salam alikuwa ameutoa. Basi anakiri kwamba yeye alikuwa na yakini kwamba aliyotabiri Saidna Ahmad alaihi salam kwamba yalikuwa ni ya ukweli na yangetokea, na wala hakuwa na tatizo na, na, na, na hayo no. Kwa hivyo, yeye kwa tabiri wote na yale majadiliano na mahojiano aliokuwa nayo huyu na na shekhe ni kwamba alikiri kwamba yeye Said Ahmad alikuwa ni mtu mkweli, alikuwa ni masiwa ukweli na vale hakuwa lulote na tatizo lolote na yeye. Kwa hivyo kutokana na maneno hayo ambayo yako katika katika maandishi na ushahidi, ni wazi kwamba Mirza Sultan Muhammad alitubu na alirejea katika njia, na kwa sababu hii akapata faida kutokana na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Naam, asante sana kwa sababu e, hii pia ilikuwa moja ya masharti ya kuwa yule ambaye ametubu basi Mwenyezi Mungu hata hatamwangamiza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hakumwangamiza uh, Mirza Sultan Muhammad, ni kweli. Asante sana. Naam, iliathiri vipi wale ambao walikuwa ni wanajumuia hii utabiri? Naam, asante sana. Kiukweli ni kwamba athari za ufunuo huo ama utabiri huo, kwa msamaha wa Mwenyezi Mungu, kwamba hakusababisha kifo katika ile familia, kwa sababu ya toba ya huyu e, Mirza Sultan Muhammad na hata bibi yake pia, ambaye ni e, Muhammadi Bega Musahiba, basi athari yake ya kwanza ilianzia katika kuondolewa ile adhabu, na athari ya pili katika familia ilionekana ni kwamba ile familia yote walijiunga na jumuiya na wakawa Waislamu waaminifu kabisa ambao baadaye ilionekana kwamba hii athari ya utabiri ilileta mabadiliko mazuri amba kama vile ambavyo ni kama ilikuwa lengo la Mwenyezi Mungu haya yote yatokee, lakini lengo zaidi ni kwamba katika familia ya masila hidi wapatikane, eh, wana, wanakubali jumuiya, kwa sababu inakuwa historia ya kupendeza kwamba eh, ingawa ni kawaida juu ya nabii nyuma yake wapinzani hata katika familia, lakini ilikuwa ni jambo la kupendeza ionekane kwamba katika Masihi, familia yake wamekubali jumuiya. Kwa hivyo, haya yalifanyika kwa namna ya sababu, na ilitokea kwamba hii familia yote ikajiunga na Uislamu na wakawa wanajumuia wazuri na waaminifu. Hata imeelezwa pia na kijana ambaye alikuwa ni Ishak Beg ambaye ni mtoto wa huyu Muhammadi Beg msahiba huyu mwanamke inasemekana alieleza kwamba mimi ninajua kifo cha babu yangu kilitokana na ile utabiri ambayo ulikuwa umesemwa na yeye akaenda kinyume nao, basi akafahamu hivyo na maneno hayo akasema kwamba yameelezwa katika e, Alfazal ambayo iliandikwa tarehe 26 Februari mwaka 1923 kwa hivyo, hii ilionyesha namna gani ambavyo athari ya ule utabiri ilileta mafanikio ama ilileta kubadilika kwa hizo, kwa hiyo familia na wakajiunga na, na, na, na jumuiya. Pia ilielezwa pia vile vile maadui ama wapinzani waliuliza wakasema huu e, utabiri uliotolewa na, na Masihi aliyeahidiwa ambao aliambiwa katika mwaka elfu moja mia nane e, tisini na moja ya kwamba e, yeye ilikuwa huyu e, mwanamke Muhammadi Begam Sahiba angekuja kwake, yaani angemuoa kama, kama ni bikira ama angerudi kwake kama yeye ni mjane, mbona haukutimia? Sasa yeye akaeleza kwamba utabiri wenyewe ulikuwa umewekewa sharti na lile sharti lilikuwa limewekwa eh, ni, ni yale ambayo yalikuwa yamewekwa kwamba yaweze kufuatwa uhum, na yakafuatwa maanake, kama eh, Mirza Sultani Muhammad kama asinge tubu ama huyu mwanamke ambaye ni Muhammad, eh, ni Muhammad Begam Sahiba kama asinge tubu nah, basi lile sharti ya yale mengine yangekuja akatimia nah, lakini kwa kuwa walitubu na, na, na bwanake akaonekana mwenye kufuata njia ama maelezo ya ile sharti la ule, la ule utabiri ikawa haina haja ya yale mengine yaweze kufuata kwa sababu tayari sharti liliondolewa baada ya kutubu kwao, baada ya kifo cha ule baba yao ni Ahmed Begam. Naam, asanteni sana kwa kubainisha Uh, utabiri huu ambayo inaleta uh, tetesi kwa watu wengine ambao ni wapingamizi, na hivi sasa pia wengine hawajui maana ya utabiri huu, lakini kwa hivi leo sasa wataelewa kwa bayana. Uh, utabiri huu wa Masih Maud alayhi salatu wasalam ulikuwa vipi? Asanteni uh, sana kwa kufika katika studio yetu, na pia naarifiwa kuwa kuna wale ambao wanafuatilia vipindi vyetu. Kuna mwanajumuia mashuhuri pia amebobea katika elimu ya kidini, wacha nimuulize swali ambayo inaambatana na swali hili ili aweze kutujibu, ili wale ambao wanatazama vipindi vyetu wawe pamoja na, na, na, na sisi. Naam, karibu katika kipindi chetu Bwana Tahir Machengo sahib Je, unaweza kutueleza kuhusiana na utabiri wa bwana Maulvi Sanaula Sahib? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Shukran sana ndugu mtangazaji kwa kunipatia fursa hii kuchangia kwenye mada hii muhimu sana. Mwanzo kabisa, nitaanza kwa kusema ya kwamba huyu bwana Maulvi Sanaula Sahib alikuwa ni mtu ambaye ni kigeugeu alikuwa ni mtu ambaye akisema jambo wakati huu, kisha baadaye anaweza kugeuza, anaanza kusema mambo tofauti na yale ambaye aliyasema. Basi miongoni mwa wale watu ambao Hadhrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu wassalam, alikuwa ameweka kwenye mizani kupimana nao kwenye mubahala, yani dua ya kumwomba Mwenyezi Mungu ya kwamba abainishe mkweli na mwongo kati ya watu wawili, basi huyu Maulvi Thanaula Sahib alikuwa miongoni mwao. Alipopewa changamoto hii na Hadhrat Masihi Maud alayhi salatu wassalam, alishikwa na kiwewe sana hivi kwamba akashindwa namna ya kujikwamua kutoka katika hali hii. Hivi akaona, akapata shinikizo kutoka kwa wale watu ambao walikuwa na wafuasi wake ambao hawakuwa wanajumuia na, kulingana na kutokamana na hizi shinikizo akafika ik wakati, ikabidi afanye nini aweze kukubali, lakini kwa shingo upande tu. Basi alipokubali, Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wassalam aliweza kuandika maneno haya kwenye kitabu, kasema ya kwamba nimeona tangazo la Maulvi Thanaula wa Amritsar ambalo anadai anania njema kwamba yeye na mimi tufanye dua kwamba yule kati yetu ambaye yuko kwenye makosa afe kabla ya yule aliye kwenye haki. Basi haya ndiyo maneno ambayo Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasallam aliweza kuyaandika kwenye kitabu chake cha Ijazi Ahmadi kwenye ukurasa wa 14. Basi huyu Maulvi Thanaula Sahib alipojua kwamba Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasallam amemwita kwenye mubahala, alianza kuleta vijisababu kama nilivyosema hapo awali, kwamba alikuwa mtu kigeugeu. Akaanza kusema kwamba yeye si nabii na wala yeye hajadai kuwa nabii pia. Akasema kwamba yeye si mwana wa Mungu, kwa hivyo hawezi ingia katika mashindano ya kipuzi ama kipumbavu kama hii. Basi ukiangalia haya maneno aliyosema huyu bwana, unapata una kujua kwamba hakika alikuwa mtu ambaye hana msimamo thabiti. Basi ikapata kwamba eh, Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wassalam akamwita kwenye mbahala, lakini yeye kwa sababu, ya, sababu tu ya itikadi yake akaweza kukataa kuingia kwenye, kwenye mubahala huo. Basi Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, ilipofikia wakati akajua kwamba hakika huyu bwana hataweza kukubali, hata ashinikizwe namna gani, hataweza kukubali. Basi akaweza kumwandikia kwenye gazeti la Albadr, akaandika kwamba kama huyu bwana ataweza kuingia kwenye, kwenye mubahala na mimi, basi ni hata aandike tu kwa maneno na aweze kutia sahihi ya kwamba ataingia kwenye mbahala na mimi basi hapo tutaingia kwenye mbahala. Lakini ikapata ya kwamba japo kulikuwa na shinikizo kutoka kwa wafuasi wake, huyu bwana Maulvi Thanaula Sahib, ya kwamba aweze kuingia kwenye mbahala na kushindana na Masih Maud alayhi salatu wa salamu, lakini abadan katan, alikataa kata kata, na hakuweza kuingia. Ikafikia wakati akaandika akasema kwamba hata yule mtu ambaye ni mwovu, Mwenyezi Mungu huwa anampatia muda mrefu, kwamba hii pia imeandikwa kwenye Kurani Tukufu. Basi hii ilikuja ikawa ni wenye kuthibitika na kuwa kweli kabisa kwa sababu Hadhrat Masih Maud alaihi salatu wassalamu mnamo mwaka wa elfu moja mia tisa na nane aliweza kufariki dunia. Uh, lakini huyu Maulvi Thanaullah Sahib Mwenyezi Mungu alimpatia umri, umri zaidi Akaendelea kuishi zaidi, na hii ikathibitika kwamba kweli huyu bwana alikuwa ni mwongo, alikuwa ni jamaa mzushi tu, hakuwa na msimamo wowote kwa sababu yeye aliishi kadri, eh, alivyotaka Mwenyezi Mungu. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Naam, asante sana. Tumesikia mambo mengi sana kuhusiana na utabiri hizi mbili, utabiri wa Muhammadi eh, Begham Sahiba, na pia utabiri kuhusiana na Maulvi Sanaula Sahib. Naam, mtazamaji mpendwa wa MTA Africa, kwa hakika tumepata elimu pamoja. Endelea kuwa nasi katika vipindi vinavyokuja ili tuweze kuelimika zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.